This is Wayvani V, Vani boy. Shout out to uh, PTV. Also bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wakwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Yes, bwana uhali gani, mtazamaji wa PTV Tanzania popote ulipo, nadhani uko good, au sio? Uko fresh eh, unafuatilia harakati zetu za hapa na pale ambazo zinaendelea ku happen kila itapolea, au sio? Sasa, moja ya jambo ambalo limefurahisha baadhi ya mashabiki na wadau mbalimbali wa mwanamuziki Harmonize ni baada ya Harmonize kuandika ujumbe mrefu kwelikweli, e, kuelekea kwenye show yake ambayo Harmonize anatarajia kuifanya kwenye e, viwanja vya Nangwanda sijaona pale Mtwara Home Sweet Home au sio e, Home Sweet Home. Harmonize amesema kwamba bwana, kwa nini mambo yasiwe mengi bwana, e, mwamba ameamua kuanzisha Eh, Konde Talent Search, mambo ya kutafuta vipaji eh, vijana waonyeshe uwezo wao, vipaji vyao visipotee bure, kwa sababu eh, umakondeni ametoka mwanamuziki ambaye anafanya vizuri. Sasa Harmonize ameandika ujumbe hapa mtazamaji, ambao ningependa twende moja kwa moja nikusomee alichoandika mwanamuziki Harmonize Mzee wa Ayola, au sio? Harmonize ameandika hivi, anasema kwamba kuelekea tukaijaze na ngwanda e, ndugu zangu wa kusini mwa Tanzania, kutana na hili jukwaa linaloweza kubadili maisha yako. Umeelewa hapo, jukwaa linaloweza kubadili maisha yako. Kama kweli una kipaji, basi wakati wako ndio huu. E, ni programu ya siku mbili kabla ya usiku wa Idi Mosi mkoa wa Lindi. E, tunakutana Ruangwa tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu. Umeelewa hapo. Mtwara mjini tarehe 28 mwezi wa tatu. Taratibu za kujiandikisha zitaanza tarehe ishirini na tano mwezi wa tatu. Nina imani kupitia jukwaa hili la Konde eh, talent search, au sio, tunaweza kukutana na wakina Konde boy wengine, wazee wa yoyo, au sio, wanaweza wakapatikana kwenye hilo jukwaa la Konde talent search, au sio? Eh, wakina Konde boy wengine huenda wakapatikana huko. Fika mapema, jiandikishe, pambania kipaji chako. Hakuna gharama yoyote ya kushiriki eh. Akamalizia akasema kwamba vua va eh, vua umeelewa hapo, vua va samia. Hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo mwanamuziki Harmonize ameamua kuwajuza wanamtwara, Tanzania kwamba ni muda sahihi sasa vijana ama wadogo zake eh, kujitokeza kuonyesha vipaji vyao kwenye hiyo Konde Talent Search, mambo ya kutafuta vipaji kupitia hiyo lebo ya Konde Gang ambayo inasimamiwa, ambayo inasimamiwa ama inamilikiwa na mwanamuziki Harmonize maarufu kama Konde Boy. Nadhani wengi mnafahamu kabisa kinachofanywa na mwanamuziki huyo maarufu kama Konde Boy, mwanamuziki ambaye alinolewa na mwanamuziki Diamond Platnumz, lakini Harmonize ameona mambo yasue mengi. Harmonize ameweka listi ya majaji ambao watahakikisha kwamba eh, wanasimamia mchongo wote wa mchujo wa vijana ambao wataonyesha vipaji vyao eh, mambo hayo. Eh, jaji wa kwanza hapa ni mkongwe huyo, eh, Master Jay, mzee mwenyewe huyo aliyejaa busara E, za kutafuta vipaji Master J yupo pale namba moja, ambaye atasimamia mchongo wote wa kutafuta vipaji e, wapili ni DJ Seven Worldwide wi e, DJ wa mwanamuziki Harmonize, lakini watatu wa ni Lulu Diva naye ni jaji e, wanne nadhani anaitwa nani huyu mtazamaji, e, wanne huyu anaitwa Eh, anaitwa nani, anaitwa huyu wa nne anaitwa eh, wema, kuna Wema Sepetu huyu hapo eh, lakini pia kuna eh, nani, sijui huyu eh, anaitwa eh, Kimambo eh, B-boy, Kimambo B-boy, on the beat producer ambaye muda mwingi amekuwa akifanya kazi za mwanamuziki Harmonize maarufu kama Konde Boy. Kwa hiyo hivyo hivyo. Kama ulivyosikia Harmonize ametangaza Konde Talent Search mambo ya kutafuta vipaji. Kwa hiyo mtazamaji cha muhimu ni kwamba unaweza kudrop comment hapo chini ili mambo yaweze kwenda sawa. Je, wazo hilo la mwanamuziki hamona Harmonize ni jema ama Harmonize amezingua? Eh, kwa sababu eh, nimeona comment mbalimbali kwamba Harmonize eh, ni mipango tu ya kupiga pesa na wala sio mipango ya kuanzisha hiyo Konde Talent Search, kwa sababu kuna wasanii walikuwepo Konde Gang waliamua kuchomoka na mpaka sasa hawajulikani wako wapi, kama kina Angela, Kili, Chidi na wasanii wengine wa. Kwa hiyo ndivyo hivyo, mtazamaji cha muhimu ni kwamba unaweza kudondosha comment hapo chini ili mambo This is Weivani, Vivani boy. Shout out to, uh, PTV au sio bana? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania kuwa wa kwanza kutazama, kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.